Yeah, tum, tumefurahi tumeshinda basi eh? Tumefurahi tumeshinda. Mechi ilikuwa ngumu, mechi nzuri, mechi ya hadi ya ligi basi, tumeshinda. Tunamshukuru Mungu. Ni mshindani mkubwa, mshindani mkubwa. Lakini pia ukipata alama tatu, yeah, yeah, muhimu sana. Sana. ambayo umekuwa ni uwanja mkubwa, nitarajia matokeo haya. Eh, yeah, mkubwa, tutarajia kushinda kwa sababu tuna timu nzuri, lakini JKT umetupa game nzuri sana mm. yeah, ni game kama hizi ukienda mechi ya kimataifa angalau unaweza kushinda kwa sababu game nzuri. Mimi, mi, mi, mi, mi nataka kusikia kutoka kwako kwa namna ambavyo Simba tumeona imebadilika kujifananisha namna ambavyo ilianza msimu. Kama viongozi, uh, mlitengeneza maono gani kuiona Simba hii ambavyo tunaiona leo? ah, sisi kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa sababu hatukupanga kubadilisha kocha hmm, kocha aliamua kuondoka mwenyewe, tukabidi tafute kocha wa haraka, ndio wewe bwana, amekuja na fiti na, na falsafa ya Simba. Kwa hiyo Wanasimba wataendelea kufurahi na mimi naamini ndani ya miezi miwili mitatu tutakuwa me, me, na Simba bora zaidi ya hii. Mmeridhika na Simba hii? Kwa sababu bado bado bado bado bado bado bado bado na haya anazungumza kwamba timu bado timu bado lakini, ushindi huu ambao umepata kwenye mechi za ligi kushinda asilimia mia moja una maana gani kwenu kwenye bio za ubingwa? Ah, ubingwa mapema sana, mapema sana hata ndio kwanza mechi ya tatu, huwezi kuongea ubingwa, bado sana. Lakini kuna namna umeridhika, na namna timu haijaridhika bado, timu inatakiwa ijengwe, iwe bora zaidi uh ya hii